Unaweza ukaita ni msimu bora kwa upande wa Simba, ndiyo msimu bora. Haijalishi watakuwa wamemaliza baada ya hii kalenda ya, ya msimu kutamatika, watakuwa wamechukua mm-hmm. makombe kiasi gani, lakini unaweza ukauita msimu bora. Unauita msimu bora kwa kuangalia namna ambavyo wameweza kuyafikia au kuzifikia zile hatua ambazo zilikuwa ni ngumu kwa upande wao. Tunawazungumzia Simba, ambao kabla ya msimu kuanza walikuwa wamefanya mabadiliko ya kikosi, tunasema lishafu kwa takribani ya asilimia sabini mpaka sabini na tano ya kikosi chao walikuja wachezaji wapya. Mara nyingi kwenye timu ambayo inajengwa kwa msimu wa kwanza huwa ni ngumu kuweza kupata matokeo ya ushindi, tunasema kuwa na ule mwendelezo wa kushinda kushinda kushinda kushinda mpaka kuweza kufikia yale malengo makubwa ambao timu kama timu inakuwa imeyalenga kwenda kuchukua vikombe. Lakini Simba kwa msimu huu washaonyesha hiyo sifa ya kuelekea kule, jana wanapoteza kombe moja katika makombe ambayo walikuwa wanashiriki kwa msimu huo hii yeah. Hapo ukija kuangalia ni Simba ambayo kikosi kipya kama nilivyozungumza, ambacho kina wachezaji wapya kwa takriban asilimia 75, ni wachezaji wapya lakini kimeweza kufika fainali. Simba ambayo ilikuwa ni bora, inatajwa kuwa na wachezaji ambao wana majina makubwa na masuperstar, haikufika katika hizo nyakati, haikufika katika hizo hatua, lakini hii imefika. Kwa hiyo, kwa upande wa mashindano ya kimataifa, ni msimu bora kwa Simba. Hawajachukua kombe, medali pia. football has got no second best. Hakuna mshindi wa pili katika mchezo wa mpira wa miguu, ambao wanakumbukwa mara nyingi, anakumbukwa bingwa peke yake. Kwa hiyo Simba, ile medali sio kitu ambacho wanaweza wakajivunia, lakini ni hatua ambayo wameifikia kwa sababu ni mm. katika hatua za kujifunza, wameweza kufika pale mm. finalist, unamzungumzia Simba katika mazingira yale yeah. Lakini ukija kumwangalia Simba katika mashindano ya ligi kuu NBC Premier League Simba kwa msimu uliopita Simba ameshika nafasi ya tatu katika msimu katika msimamo wa ligi kuu. Ukiwaangalia sasa hivi, kwa namna yoyote ile, hakuna namna ambapo Azam FC, Singida Black Star wataweza kuwatoa Simba katika nafasi ya pili ambako wapo sasa hivi ili wao waweze kukaa nafasi ya pili, Simba aje nafasi ya tatu au nafasi ya nne hmm. Kwa hiyo Simba ana uwezekano wa kupanda zaidi kwenda kuwa nafasi ya kwanza, achukua ubingwa wa NBC Premier League, lakini sio kushuka kuja nafasi ya tatu na nafasi ya nne kurudi huko nyuma, kitu ambacho sasa unaona kwa upande huo ni mab mabadiliko au mafanikio mm -hmm. maendeleo ambayo Simba wameyafikia, kwa sababu ukija kuwapima Simba ya msimu uliopita na ya msimu huu. Msimu uliopita wao walimaliza nyuma ya Azam FC wakiwa nafasi ya tatu, lakini kwa msimu huu hakuna namna ambavyo hizo timu mbili ambazo ziko nafasi ya tatu na nafasi ya nne wataweza kumtoa Simba pale katika katika nafasi nafasi aliyopo. Lakini yeye Simba alipo pale katika nafasi ya pili mm -hmm. ana uwezo kama ataweza kushinda mechi zake, kuchanga karata zake vizuri, kama utachezeka mchezo wa dabi ya Kaliakoa akaweza kushinda huo mchezo mm -hmm. Simba anaweza akakaa juu pia moja ya aliyepo nafasi ya kwanza. Maana yake kama hayo yatatokea hayo mazingira yote ambapo bado yanabaki kuwa ni probability, kama itakuwa kama itakuwa hasa, kama ikitokea hicho kitu, Simba anaweza kaibuka kuwa bingwa. Hasa tukimzungumzia Simba katika mazingira ya ubingwa, unakuja kuizungumzia Yanga ambao wamechukua mara tatu mfululizo mm. Simba alikuwepo na hajachukua. What if itakuwaje kama Simba anachukua msimu huu, kama ataweza kushinda michezo yake yote iliyobakia mm. Atakuwa bingwa, maana yake atakuwa amefanikiwa pia katika hilo. Utakuwa ni msimu mmoja ya msimu bora ambao Simba wamekuwa nao.